Je, yeah, unamkumbuka Ashina Kibibi maarufu kwa jina la Siti binti Kasri wa tamthilia ya Tausi. We Rukia, unalo unalotafuta, lazima uniheshimu mimi, mkubwa wako. Mwanadada huyu kutoka nchini Kenya aliyekuwa mahiri katika fani ya uigizaji aliwika sana hapa nchini Tanzania kupitia tamthilia Tausi. Tausi ndege wangu wa tamthilia hii ambayo asili yake ni nchini Kenya, ilikuwa ikiruka kila Jumapili majira ya saa tatu na nusu usiku kupitia kituo cha televisheni cha ITV. Muda huo ilikuwa ni mara chache sana kukuta familia zikiangalia kituo kingine tofauti na ITV, huku watoto wakioga mapema ili wapate ruhusa ya kutazama igizo hili la Tausi. Katika tamthilia hii mhusika mkuu alikuwa ni binti mrembo, msomi na mwenye weledi wa hali ya juu katika fani ya uigizaji, Ashina Kibibi akitumia jina la siti binti Kasri. Kibibi alizaliwa mnamo mwaka 1969 huko nchini Kenya, akijikita zaidi katika sanaa ya uigizaji, uandishi pamoja na uandaaji wa filamu. Pia mwanadada huyu mwenye kipaji cha hali ya juu alikuwa msomi mwenye shahada ya uzamili kutoka katika chuo kikuu cha Nairobi, the University of Nairobi UON. Katika tamthilia hiyo Siti ameigiza kama mtoto wa mzee anayefahamika kwa jina la mzee Kasri, ambaye anaonekana akiishi katika maadili ya dini ya Kiislamu na familia yake yenye watoto watatu wa kike: Siti, Rukia pamoja na Rehema. Familia hiyo inakuja kubadilika baada ya Bizuri mkewe mzee Kasri kuonekana kutowapenda watoto wa mumewe ambao walifiwa na mama yao mzazi. Katika familia hiyo, Siti anaonekana kupenda sana maadili ya dini, lakini hali hiyo inakuja kubadilika baada ya kujiunga na chuo kikuu, kwani huko anakutana na Dama, mtoto wa bwana Sango na Bimhonja, ambaye anamfundisha kunywa pombe na hatimaye anamuingiza katika mahusiano ya kimapenzi na kijana aitwaye Mjuba. Matokeo yake Siti anapata ujauzito na kufukuzwa nyumbani kwao. Mjuba ambaye ni kaka yake Dama anakwenda kumweleza mama yake Bimuhonja kuwa anataka kumwoa Siti. Bimuhonja anakataa kata kata, kwani tayari alikuwa amemwandalia mchumba aitwaye Tina, binti wa pekee wa Jessica Brown. Hali hii inamchanganya sana Siti, kwani Mjuba baada ya kukataliwa na mama yake anaamua kutoroka na kwenda zake nchini Afrika Kusini. Huko nyuma, Siti anaamua kuitoa ile mimba na hatimaye mimba inamlani na anakuwa kichaa. Mtoto ni mtoto tu. Mzee Kasri anaamua kumpeleka Siti hospitali baada ya kuanguka chini na kuzimia wakati wakiwa nyumbani kwake. Kutokana na umahiri alioonyesha ndani ya tamthilia hii ya Tausi, Siti alijizolea umaarufu mkubwa sana hapa nchini Tanzania na hili lilijidhihirisha wakati fulani alipozuru nchini kwa shughuli zake za kikazi, ambapo umati mkubwa wa watu ulijitokeza kumlaki mwigizaji huyu aliyekuwa mrembo kweli kweli. Mnamo tarehe 30 Machi mwaka 2005 uhai wa Ashina Kibibi ulifika tamati. Alikutwa amefariki dunia kwenye nyumba ya mganga wa kienyeji huko Mtapwa Kilifi, nchini Kenya, na inasemekana kuwa alikuwa akisumbuliwa na changamoto ya akili na alikuwa akitoka mara kwa mara kwa siri akielekea kwa mganga huyo. Ndipo alipokutwa akininginia kwenye mti wa mwembe nje ya nyumba ya mganga huyo akiwa ameshafariki dunia. Ashina Kibibi alizikwa kwenye shamba la familia yake huko Kakoneni Malindi, nchini Kenya. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, Ashina Kibibi aka Siti Binti Kasri. Baadhi ya waigizaji alioshiriki nao kwenye tamthilia Tausi ni pamoja na Ondieki, Mwana Sango, Zinzi, Dr. Kuria, Bipopo, Masta Sugu, Eboso, Sikitu Mponda, Mzee Kasri na watoto wake watatu kwa maana ya Siti, Rukia pamoja na Rehema. Pia kulikuwa na mke wa Mzee Kasri vizuri, lakini na wenzake Vita pamoja na Joto ambao waliigiza kama watoto wa mtaani maarufu kama chokora Adamu, wengine ni Roda Dama pamoja na Mjuba, bila kusahau mganga maarufu aliyejulikana kwa jina la Kalumanzira. Hebu nieleze, ni mimi ama ni ule sura mbaya kama mbuta? Makala hii imeandikwa na kusimuliwa nami naitwa Hilal Kanal.